Uh, ndugu mpenzi mtazamaji wa chaneli yetu hii ya Francademy, uh, kwa sasa tutaendelea na somo la hisabati darasa la saba ambapo tutaendelea na ile mada ambayo inaitwa algebra, ambapo tutaendelea na kile kipengele kinachoitwa kuzidisha na kugawanya mitajo yenye vizigeo vya namba nzima. E, mfano hapa tumepewa swali la namna hii ambalo inasema kwamba rahisisha a mara a e, ili kuweza kurahisisha hii, hi, hi, hi, hii swali ili kuweza kuifanya e, unazingatia ile kanuni ya kuzidisha vipeo ambayo kanuni ya kuzidisha vipeo inasema kwamba ikiwa umepewa namba e, mbili ambazo zinafanana e, zenye vipeo tofauti tufaut, tofauti au vipeo vinavyo, pengine vinaweza vikawa vinafanana, maanake unaandika namba mojawapo, alafu unajumlisha hivyo vipeo. Kwa hiyo hapa tumepewa a mara a. A manake hapa juu yake kuna moja, hata kama hajaandika namba yoyote, kama hajaandika juu kwamba ni kipeo cha ngapi eh, inakuwa ina kipeo cha moja, kipeo cha moja watu kiandiki kwa juu, hapa, ea, kipeo cha moja. Kwa hiyo hapa kwa maana yake ni a na yenyewe, na yenyewe ni a kipeo cha moja, kwa hiyo tutazidisha na ea nyingine ambayo yenyewe ni kipeo cha moja, ambapo sasa hapa maana yake utaandika a alafu utajumlisha hivi vipeo, wewe utachukua moja ujumlishe moja, ambapo utakuja upate a. Moja kujumlisha moja ni mbili kwa hiyo itakuwa ni a kipeo cha pili. E, mfano mwingine unasema kwamba e, rahisisha m kipeo cha pili mara m kipeo cha tatu. E, kanuni ni ile ile ya kuzidisha ndio tunaizingatia, ambapo kama umepewa namba e, mbili ambazo zinafanana unajumlisha unaandika namba mojawapo, alafu unajumlisha vipeo hii m inawakilisha namba, kwa hiyo hapa manake tutaandika m moja wapo, alafu tujumlishe vipeo, ambapo hapa sasa manake ni mbili kujumlisha tatu, kwa hiyo ni m alafu mbili kujumlisha tatu. Hapa ukichukua mbili kujumlisha tatu unapata ngapi? Unapata tano, kwa hiyo ni jawabu hapa ni m kipeo cha tano. E, vile vile tumepewa swali jingine ambao tunasema kwamba rahisisha tumepewa mbili b mara c mara tatu d. Hapa cha kufanya unachukua hizi namba unazidisha kwanza, unazidisha kwanza namba hizi ambapo ni mbili mara tatu, alafu ndo unakuja unazidisha herufi. Maana utachukua b mara c mara d mara, maana ni mbili mara tatu ambayo ni ngapi? Ambayo ni sita, alafu b mara c mara d maanake itakuwa ni bcd. Kwa hiyo jawabu hapa ni sita bcd. E, swali jingine, mfano mwingine ni huwa hapa, ambao unasema kwamba rahisisha. E, rahisisha b kipeo cha tatu uganye kwa b kipeo cha pili, b kipeo cha tatu uganye kwa b kipeo cha pili. E, ili kuweza kurahisisha hii swali tunazingatia kanuni za kugawanya. E, kwenye kugawanya iwapo umepewa namba mbili ambazo zinafanana e, maanake unaandika namba mojawapo alafu unachukua e, kipeo vipeo, unatoa unachukua e, kipeo kilichopo kwenye namba ya kwanza unatoa kipeo kilichoko kwenye namba ya pili maana yake hapa tutachukua tutaandika b mojawapo alafu tutachukua tatu tutoe mbili, ambapo sasa ukichukua tatu katoa mbili unabakiza ngapi? Unabakiza moja. Kwa hiyo ni b kipeo cha moja ambayo ni sasa na b. Kwa hiyo jawabu hapa ni b. E, swali jingine inasema kwamba rahisisha, rahisisha nane xz e, kipeo cha tatu alafu mara tisa x kipeo cha nne zedi hapa. Ili uweze kufanya hili swali, unachukua e, nane mara tisa, alafu unazidisha na unachukua x mara zedi kipeo cha tatu mara zedi hapa, maana yake itakuja hiwe Nane mara tisa ni ngapi? Nane mara tisa itakuja sabini na mbili, alafu x e, hii ni x kipeo cha moja halafu mara x kipeo cha nne, ambapo itakuja ukichukua x kipeo cha moja mara x kipeo cha nne itakuja iwe X kipeo cha tano halafu hapa kuna zedi zedi kipeo cha tatu mara zedi, maanake unaandika zedi moja wapo, alafu unachukua hivi vipeo unavijumulisha, unachukua tatu unajumulisha moja ambapo unapata nne. Kwa hiyo ni sabini na mbili X kipeo cha tano zedi kipeo cha nne. Hilo e, ndo jibu e. Mfano mwingine ni huu hapa, tumepewa nne p kipeo cha tatu t ugawanye kwa mbili pt, ambapo sasa hapa utafanya namna hii, utachukua, unaweza ukapanga ukapanga au ukatumia kanuni ya kugawanya hapa ukichukua ukapanga, maana yake utachukua ni nne mara p mara p mala p mara t, kuga juya hii ni mbili mala p mara t. Ukichukua nne ukiganya kwa mbili unapata ngapi? Utakuja hapa, kwa mbili ni moja, hapa kwa mbili ni mbili. Hii p na p zinakwisha, p na, eh, p alafu t na t zinakwisha, maana maanake tutabakiza ni mbili p kipeo cha pili. Kwa hiyo hilo ndio jibu jiivo. E, sasa ndugu mpenzi mtazamaji wa chaneli yetu hii ya Francademy, hapa kuna maswali inakuomba uyafanye. Baada ya kuyafanya, inakuomba usisahau kusubscribe kwenye chaneli yetu hii ya Francademy ili kusudi uweze kupata masomo mengine zaidi na zaidi. Asante sana kwa kutazama.